Firewall chenye uwezo wa kuua magugu kwenye mashamba ya vitunguu, pia hutumika kabla ya magugu kuota na mapema tu baada ya magugu kuota kwenye shamba la vitunguu. Firewall kina mchanganyiko wa viambato viwili hai tofauti, kila kimoja kikiwa na jukumu la muhimu la kudhibiti magugu katika hatua tofauti. Oxyflofen. Huwa kwa haraka magugu madogo au machanga majani mapana na nyasi ambazo tayari yametoka. Pendimathrin huzuia mbegu za magugu kuota na kuibuka. Fao imeundwa kwa kutumika katika matumizi kwenye mashamba ya vitunguu. Matumizi kipimo: kwa magugu yenye jani moja hadi majani matatu, tumia mili arobaini hadi mili sitini kwa lita 20 za maji. Matumizi Tumia Faul kati ya siku saba hadi siku kumi na nne baada ya kupandikiza vitunguu shambani. Ni salama zaidi kwa vitunguu vichanga na inatoa udhibiti wa muda mrefu wa aina nyingi za magugu kwenye shamba la vitunguu.